Hujambo na karibu tena mtazamaji wetu kwa Habari Kiganjani. Huu ni wasa mwingine tena ambapo tunakutana hapa hapa kwenye chaneli yetu kukuhabarisha habari za kitaifa na za kimataifa, na habari tulianayo sasa inahusiana na, na polisi aeleza sababu za kuendelea kumshikilia Mwakinyo, bondia wa ngumi za kulipwa nchini na bingwa wa mkanda wa WBO wa Afrika katika uzani wa Mido. Hassan Mwakinyo anashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Tanga akituhumiwa kumshambulia mtu anayedaiwa kuingia katika eneo lake bila ridhaa yake. Mwakinyo anashikiliwa na jeshi hilo tangu Alhamis, katika kituo cha Chumbangeni kutokana na sakata hilo huku mtu aliyemshambulia akiendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Bombo Tanga. Chanzo cha kuaminika kimeeleza kuwa sababu kubwa bondia huyo kushikiliwa na jeshi hilo ni kutokana na madai ya kushambulia mtu huyo na kumsababishia majeraha makubwa mwilini. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Tanga, ACP Market Msangi, ambaye amekiri kuwa wanamshikilia bondia huyo maarufu nchini tunamshikilia Hassan Mwakinyo, hatumshikilii bondia, hakuna shida, ila ana tuhuma za kumshambulia mtu ambaye inasemekana alipita maeneo ya nyumbani kwake na kujaribu kuingia kwa namna mazingira ambayo inadaiwa ni kwa nia ya kutenda kosa, kwa hiyo akamkamata, amesema Msangi. Wakati tumepewa taarifa, alikuwa amemkamata polisi, tulienda kwa ajili ya kumchukua mtuhumiwa, lakini alikuwa kidogo ana majeraha, tukampeleka akapate huduma ya kwanza Bombo. Kwa hiyo tunamshikilia kutokana na kumkuta mtuhumiwa kidogo na majeraha. Tunaendelea kumhoji Mwakinyo kwa nini mpaka akajeruhiwa hivyo hivyo, aelewe kwamba tunamshikilia kwa sababu hiyo. Tutafikisha swala hilo ofisi ya mashtaka kwa ajili ya kutafsiri sheria na kama kuna tatizo, ushahidi unathibitisha kosa, basi hatua nyingine stahiki zitachukuliwa. Polisi aeleza sababu za kuendelea kumshikilia Mwakinyo. Bondia Mwakinyo anatuhumiwa kumshambulia kijana anayejulikana kwa jina la Musa Ali akiwa nyumbani kwake na kumjeruhi maeneo mbalimbali ya mwili wake na sasa anaendelea na matibabu katika hospitali ya mkoa ya Bombo. Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga limeeleza sababu za kuendelea kumshikilia bondia maarufu nchini Hassan Mwakinyo mwenye umri wa miaka ishirini na tisa anayetuhumiwa kumshambulia mkazi wa jijini humo Musa Ali akimtuhumu kuwa ni mwizi. Akizungumza na waandishi wa habari wa ofisini kwake Jumatatu, tarehe kumi Machi elfu mbili na ishirini na tano, kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Almachusi Mchunguzi amesema Mwakinyo anatuhumiwa kumshambulia na kumjeruhi Musa ambaye anajishughulisha na uvuvi kwa madai kuwa alipopita kwenye makazi yake. Kamanda Mchunguzi amesema kuwa uchunguzi wa tuhuma hizo unaendelea na kwamba watatoa taarifa rasmi hatua zinazofuata pindi utakapokamilika. tunamshikilia mkazo wa Sahare jijini Tanga Hassan Mwakinyo kwa kumshambulia na kumjeruhi Musa Ali. Uchunguzi wa tukio hili unaendelea na ukikamilika mtuhumiwa atapelekwa mahakamani, amesema mchunguzi na kuongeza, tunatoa wito wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na kuacha kujihusisha na vitendo viovu, hasa matukio ya kujichukulia sheria mikononi, kwani kwa kufanya hivyo ni kosa la jinai kwa mujibu wa kamanda mchunguzi, amesema Mwakinyo baada ya kuhojiwa amedai kuwa alimchukulia mtu huyo kama mwizi. Tukio hili lilitokea Machi nne elfu mbili na ishirini na tano katika eneo la Sahale ambapo ndiyo makazi ya Mwakinyo. Waswahili wanasema kwamba sheria ni msumeno, hukata huku na huku.